Leo tutajifunza ni jinsi gani ya kupata free internet kwa kutumia application. Kabla ya yote, usisahau kusubscribe, kucomment, kushare ili uwe wa kwanza kupata video zetu nyingi tunazotoa kwa ajili yako. Karibu. Hatua ya kwanza, utaingia Play Store. itafunguka kama hivyo, utaenda katika sehemu ya kusachi, utasachi hapo juu. Hapo utasachi utaandika 4G LTE, watakuletea hapo juu, utaigusa hiyo hapo Utaigusa. mwonekano wake utakuwa kama hivyo, itakuwa ni na rangi nyeupe na ya blue blue kwa mbali. Mimi kwa kuwa tayari ni sha download, ndio maana ameniandikia hapo open. Kwa hiyo bado haja download haja install, utaona wamekuandikia install, utainstall kisha install, itafunguka kama hivi. Sasa hapa uwe makini kidogo. Kama simu yako Android version yake ipo chini ya kumi na moja, utabonyeza namba moja hiyo hapo, ila kama simu yako Android version yake ipo kuanzia kumi na moja na kuendelea, utabonyeza namba mbili kama hapo. Hakikisha umezima data hapo, kabla ya kuendelea na settings zingine. alafu utawasha airplane mode. Baada ya hapo, utatani on, utawasha hiyo setting walipandika mobile radio power, utaiwasha iwe on kama mimi hapa navyoiwasha, utaiwasha kama hivyo. Baada ya hapo utagusa hizo doti tatu hapo juu, hapo utagusa kama hivi, kisha utabonyeza sehemu alipoandika enable data connection hapo chini kabisa, hapo utabonyeza kama hivi. Kishabonyeza utaona hapo ameandika connected, hapo utakuwa tayari ushaji connect. Kwa hiyo usha utatoka kabisa, kishatoka kama hivyo hapo utakosha maliza kila kitu. Hebu ngoja tujaribu kwanza, tuingie YouTube tuone itakuwaaje. Umeona, imefunguka kama hivyo, imefunguka ma, unatumia intaneti bila kuwa na bando bila kuwa na bando, unatumia intaneti bila kuwa na bando kabisa hii ni njia ya kweli kabisa. So, unaona hapo juu kuna kia airplane mode, na unajua kazi ya airplane mode ni kukata mawasiliano. Inamaanisha ukiwa na airplane mode ufanyi chochote. Sasa kwa njia hii ya setting tulioifanya hapo, tumeweka airplane mode na mtandaoni tunaingia kama hivyo, vitu vinafunguka hivyo. hivyo pia usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya Tech Vibe kwa ajili ya mambo mengi mazuri yanayokuja karibu.